Yes, hello, what's up again? It's your boy Izow. Yes. Na leo nimekuja hapa, nataka nikuelekeze kitu kimoja ee, baada ya taarifa kutoka ya kuupdate ama kuhuisha taarifa za za makazi yako halisi ee, katika Ajira Portal hmm? Kumekuwa na simu nyingi sana za watu zinanitafuta na watu wengi wakinitumia ujumbe kwamba niwaelekeze namna gani ya kuweza kuhuisha taarifa zao ilikuweka mambo clear, nimeamua kutengeneza hii video hapa, saa nitajiunga kwenye internet kama hivi. Hii video itakuonyesha jinsigani kuhuisha ku, ku, hizo taarifa zako kupitia PC nitaifungua. Nikishaifungua itafunguka hivi nitakuja hapa ni sehemu ya login wote baada ya kuja kusema login sehemu ya nitaweka password zangu. Unapotakiwa kwenda sehemu moja tu, tuenda sehemu ya personal details, upande wako wa kushoto. Baada ya hapo, utascroll ipande ili uangalie huku chini, utakuja mpaka sehemu imeandikwa current residence. Hapa ndo sehemu ya kurekebisha sasa, ili uweke makao yako ambayo hupo kwa sasa hivi, ili hata ukipangiwa interview uweze kufika kwa haraka. Utakuja hapo, mtachagua Tanzania, ambayo ni nchi yako. Hapo utachagua mkoa wako, nimechagua Singida. Utachagua district wilaya, wilaya gani? Chagua hii ramba, utaweka namba yako ya simu hapa, then utakuja kwenye kwenye sanduku la la posta mkoa tena. Katika hii ya, ya, ya kutumia PC tuende kwenye simu kwenye simu tunaenda hivi, nayo process ni zile zile, lakini ngoja nikuonyeshe ili usije ukachanganyikiwa. Okay, yes, kwenye simu hapo. Ukija kwenye simu yako utafungua file la Chrome. E, usitumie browser nyingine, tumia Chrome ndo, na napendekeza sana sana. Utachagua hapo, utatafuta ajira portal, itakuletea unabonyeza hiyo ya kwanza, ajira portal

Baada ya hapo unabonyeza tena hii mistari mitatu hapa kwenye kona. Baada ya kubonyeza, utakuja sehemu ya personal details. Hmm. Personal details kama kawaida tukule. Una scroll mpaka chini hapo, kuna sehemu ya current residence. Hapo ndio sehemu ambapo tunaweza kushughulikana nayo kwao, utaweka hapa. Uta select nchi uta select mkoa kama kawaida, hapa nimeweka Shinyanga kule niliweka Iramba na Singida, hapa unaweka Kahama, wilaya mobile unaweka hapo namba ya simu. Post address unaweka ni mkoa gani, au post address unayoandika hapo, tunakuwa tumemaliza. So kwa mambo mengine zaidi mazuri, mm, usiache kutufollow bana, usiache kulike kucomment, na pia kama hujaelewa wewe ni cheki, namba zangu ziko hapo kwenye description. Usiache kuacha maoni yako pia.